Leo tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 2025, tumekuwa na wakati mwingine mzuri wa kuweza kukutana na wenzetu ndugu zetu kutoka uh, nchi ya DRC Kongo. Kwa kweli ao tunazungumza masuala ya kuimarisha mahusiano na mashirikiano mazuri ya kiuhamiaji. Kama vile unavyojua, katika nchi yetu Tanzania wao pia ni majirani zetu tunapakana mpakani. Kwa hiyo katika kuimarisha mahusiano haya ya kiuhamiaji, yataimarisha pia ulinzi na usalama, lakini pia masuala ya kiuchumi. Tunahitaji kwamba uhamiaji ni suala muhimu sana katika kuleta maendeleo, lakini pia ili kukuza usalama ni lazima sheria taratibu na kanuni zote zifuatwe. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuweza kubadilishana, kushauriana na jinsi ya kuweza kuimarisha, kuhakikisha kwamba masuala kiuhamiaji ya kiuhamiaji yanakuwa ni sehemu moja ya kukuza usalama wa nchi yetu pamoja na nchi yao. Kwa hiyo kwa kweli kikao hiki kwetu sisi ni muhimu sana, na ukizingatia kwamba tunaelekea uchaguzi mkuu Oktoba mwaka 2025 katika kuimarisha usalama lazima tukuze ushirikiano na nchi zetu jirani ah. changamoto kama Tanzania masuala ya kiuhamiaji tunazopatana nazo, ukiangalia nchi yetu ni kubwa sana na mipaka yake ipo wazi sana na tunapakana na nchi jirani, na kila nchi inakuwa na matatizo yake. Sasa kama watu wataingia kiholela, inaleta shida ya kuweza kudhibiti, pia inaleta swala pia la us usalama ndani ya nchi. Kwa maana hiyo ili kukuza usalama lazima tushirikiane na nchi jirani ambazo tunapakana nazo kama Burundi, DRC Kongo, Uganda na nchi zingine zote. Kwa hiyo tunaendelea, hii ni sehemu mojawapo tu wa mwendelezo wa vikao ambavyo tutakaa na wenzetu majirani tuweze kuongea masuala ya kiuhamiaji ili kukuza usalama lakini na kuleta maendeleo ya nchi zetu mbili.

Na ni shukuru sana kwa kuwa mahusiano yetu ya kiuhamiaji kati ya nchi zetu mbili Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mazuri sana. Lakini pia ninashukuru kwa kuwa leo tutakuwa tunajadili kuhusu eh, namna ya, ya kupata mwafaka ili tuweze kuondoa eh, malipo ya visa kwa watu wanaoingia katika nchi zetu mbili.

Ndiyo. Hiyo, hilo ndio lengo kuu lilotufanya siku ya leo tuweze kukutana mahali hapa ili tuweze kuzungumza na tuweze kuona namna gani tutafikia mwafaka tukubaliane na kuweza kuondoa na kupata ufumbuzi kwa matatizo yote yanayohusiana na uhamiaji. Ndio maana tuko hapa.